Lisu familia yake iko Ulaya. Mke wake Lisu yuko Ubeligiji, wanae Lisu wako Marekani, wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo Chiduo mwanangu yuko pale Dumila niende nikazuia uchaguzi, nikazua Lema anayezungumza mpaka leo, familia yake iko Kanada. Waliabeza maliziano ambao leo maliziano yamemrudisha Lisu yamemrudisha Lema yamewarudisha na wengine na yametufanya hata Chadema leo tupo tena, tunaendelea kuwepo kwa sababu ya maridhiano. Kama kweli Lissu ana nia njema kuandamana, tunaomba walete wanae wawili kutoka Marekani ambao wana uraia kule, amlete mke wake ambaye yuko Ubelgiji, atangulize mbele, kwa sababu hata Mboe alishafanya hicho kitu. Tulimwambia Mboye, toka na familia yako. Mboe akatoka ya na familia yake kweli. Lissu akachochola kalala mbele ya kutokea hii Tanzania ya ujamaa, Tanzania ambao Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM. Tunashiriki ndio siasa lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Wenzetu wa Kenya walifanikiwa hayo mambo, kwa sababu kwanza Mkisumu hawezi kumuoa labda Mjaluo. Sisi mkagulo namuoa mgogo, mgogo anamuoa nani na tunajamii. Tuna, tuna. Mimi leo ukifuatilia historia ya familia yangu Iko pale. Wote Manake uchaguzi, mamangu, gula, Koma, ni wa CCM. Maana ukiniambia nakwenda kuzuia uchaguzi nikamzuia mama yangu siku ya kupiga kura siende kupiga kura. Kwa maana nimkamate mkono nimvute. Ni vitu ni ambavyo haviwezekani. Kuna mambo yanatokea ndani ya chama chetu, halafu unabakia kuwa peke yako kwao za kuambiwa na kwao changanyi na zako. Sio kila jambo ukiambiwa Chiduo ulifanya unaweza kulifanya. Sio kweli. Sio issue ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ninaamua kupisha pembeni, kujivua nyadhifa zangu zote, zote za kiwanachama,